Tumekuja pamoja na wadau wengine kutoka mataifa tofauti ya Afrika especially kutoka EAC na SADC kwa ajili ya majadiliano ya kuangalia namna gani sera za kitaaluma zinavyoweza zikajumuisha masuala ya kustafu na kuwezesha wanaohitimu kwenye sekta mbalimbali, uh, wakafanye kazi kwa uadilifu, kwa kujituma, kwa bidii na kwa mazingira ambayo yanaendana na mahitaji ya soko. Kwa ni, mkwa, ni, ni mkutano wa kitaaluma ambao unaleta mawazo chanya na mitazamo na uzoefu kutoka mataifa mbalimbali ili watendaji sasa hasa wa upande wa rasilimali watu na uongozi katika ngazi ya uandaji wa sera waweze kujumuisha maoni hayo kwenye kutengeneza sera nzuri zitakazofanya taasisi zetu ziendelee kuwa imara, ziendelee kuwa zinafanya kazi kwa kuzingatia mabadiliko ya kisera na kuwa na maono ya mbali, ili hatimaye taasisi pamoja na changamoto za kidunia zilizopo zisiathirike kwa sababu tu ya changamoto za watumishi, bali ziendelee kuwa imara, kwa sababu mambo yote ya kidunia na changamoto hizo zitakuwa zimejumuishwa na kutafutiwa ufumbuzi kupitia sera madhubuti za kufanya kazi vizuri katika taasisi husika. Unapojiandaa kustaafu, usiharibu na kufanya eh kutokuwa mwadilifu, wizi eh, na, na, na, na kuungana na wateja ambao sio wazuri katika kutaka kuifilisi benki, maana unapotoa mikopo isiyo kuwa na viwango na bila ku, ku, ku, ku, bila ku, ku, eh, kuangalia vigezo muhimu vya kutoa mikopo, kisa unataka hela ya rushwa na kwenda kuiangusha benki. Sasa kongamano kama hili na simu kama hii ya kujiandaa kustaafu, lakini bila kuharibu eh, e, e, e, ni kama sera taratibu miongozo ya kazini ni muhimu sana, ili utaa utakapo staafu uko nyumbani, uko umekaa, umeshamaliza muda wako wa utumishi, uko na amani, kwa sababu unajua huna mawengewenge nyuma yako. Ndio maana unakuta mabenki yako hapa, waweze kujifunza kwamba pamoja na kwamba unajiandaa kustaafu, kumbuka kazi zako zinaendeshwa kwa maadili, taratibu na sera mbalimbali zilizopo.